Wanahitaji waweze kupewa fidia ambayo waliweza kuingia katika kujiandaa na dabi ya Kariakoo. Kwa katika hili ni kitu ambacho kiko wazi kwa sababu mechi haikuchezwa na kwa nini mechi haikuchezwa? Iliahirishwa kwa nini iliahirishwa? Hapo kwenye sababu ya kuahirishwa kwa mechi ndipo kuna, kuna kizungumkuti hapo. Yes. Tunaona Misri Zamalek wanapewa alama tatu a, kwa, kuto, a, ahali kwa kuto kufika uwanjani, uwanjani. Ukiangalia hapo kuna vitu vili kuna bodi ambayo inasimamia ligi na kuna shirikisho lakini pia kuna, kuna, kuna, kuna, kuna kamati ya waamuzi ya nchi ya, ya nchini Misri ambao, kamati ya waamuzi ya nchini Misri ambao, hiyo sasa ndio inaolalamikiwa na Al Ahli kwamba wao hawana imani na ile kamati ambayo inapanga nini waamuzi, waamuzi wa mchezo, kwa sababu wao wawili walishakubaliana kwamba bwana, sisi tunapokutana waamuzi watoke nje ya yeah, nchi yeah, lakini ukiangalia uh, bodi ambayo inasimamia ligi ukiangalia na, na chama cha waamuzi mm -hmm, wao wakapanga walichokipanga wakaleta waamuzi wa ndani ambao alahali hawana imani na waamuzi wa ndani yeah. Kwa sisi tunabaki tuna nyumbani tuna like. Lakini bodi ambayo inasimamia ligi nchini Misri ilisimama mm -hmm, na msimamo ule kwamba bwana sisi tushapanga waamuzi tunaleta, mechi inachezwa yeah. Ndio wameleta timu uwanjani wamepewa alama tatu Jukumu kubwa liko libaki kwa bodi ya ligi ambao wanasimamia ligi kwa haya madai ambayo wameleta Simba. Sisi bodi ya ligi tunajibu vipi hizi uh, hizi ajenda ambazo Simba wamezileta? Yes. tunatoa taarifa gani kwa umma kwa hizi taarifa ambazo Simba wamezileta? Mm. na je tunachukua hatua gani? Hatua alokwenda moja kwa moja zile taarifa zote wamezichukua, kwa sababu kiangala katika taarifa ya Simba kwa umma wanasema kwamba kuna baadhi ya matukio wameyarekodi kwa video kwa ajili ya ushahidi. Kwa katika hilo Darasa Mianga Afrika wako sahihi kabisa kwa kuweza kuwahitaji bodi ya ligi waweze kutimiza matakwa ya kikanuni. Yes. na ukiangalia katika taarifa yao wao walikuwa wanahitaji waweze kupata alama tatu na magoli mm. matatu, lakini pia waweze kupewa fidia ya gharama ambazo wameziingia ni karibu milioni 56 laki nne na thelathini na tano elfu, na fikiri kwa mujibu wa maelezo ambayo yalikuwa yameandikwa katika barua yao. Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Steam Media, unaweza ukasema haijaisha mpaka iishe kutokana na kile ambacho eh, kimetokea huko kwenye mchezo wa Dabi ya Kariakoo Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Wote tunajua kwamba mchezo umehailishwa, lakini Young Africans wao wamebaki na misimamo yao wakisema ya kwamba eh, kilichokuwepo hivi sasa wao mchezo hawautambui, lakini wao Simba eh, wao nao misimamo yao ipo pale pale, nao wakisema tunasubiri bodi ya ligi ipange tarehe, twende tukacheza. Sasa hapa nipo na taarifa ambayo inahusu Young Africans. Wao wamewataka bodi ya ligi ama wamewapa bodi ya ligi masaa 72, kutoa maamuzi. Je, wamezungumza nini? Twende sambamba, lakini kubwa zaidi hakisha na subscribe. Eh, Steam Media, unabonyeza hapo sehemu ambayo kuna alama ya kengele alafu unaenda pale all unakuwa miongoni mwa wale ambao wanapata taarifa e, za haraka kabisa, na unakuwa kwanza kuhabarika na Steam Media. Je, Young Africans barua yao inasemaje kwenda kwa bodi ya ligi sasa? Twende sambamba na kusomea kile ambacho wao wamekiandika, alafu nipo na Steve Mapunda, yeye ndiye ambaye atatupitisha ama e, atatuchachambulia kile ambacho e, tunakisoma hivi sasa ni kwamba klabu ya Young Africans imeandika rasmi, e, imeandikia rasmi bodi ya ligi kuu barua ya kuomba alama tatu na mabao matatu. Barua hiyo yenye ref namba YASC mkwaju TPLB mkwaju M.184 mkwaju 2025 mkwaju 201 yenye kurasa tano ambayo imekaririwa ime pia na afisa mtendaji mkuu wa Simba Sports Club na tarehe kumi Machi 2025 na, na imesainiwa na CEO wa klabu ya Young Africans kwa maana Andre Mtine yeye ndiye ambaye amesaini na amewataka e, bodi ya ligi wawapi alama tatu na magoli matatu ndani ya masaa sabini na mbili hiki ndicho ambacho kimeandikwa lakini ye Steve Mapunda ana maoni gani kwenye hili Steve Mapunda ndio, upo vizuri? Mi niko vizuri ah, mambo yamekuwa ya moto. mambo ni ya moto kweli kweli. mm. na ni habari imekuwa habari hii yani tunaenda nao karibu mwezi mzima sasa kila tukiwe tukiwa tunapambana kuleta habari zingine za kimichezo watu wanarudi kwenye Dabi. ndiyo kila tukienda huko anaturudisha kwenye Dabi. mambo yamekuwa e. mm. ya moto kweli <laughs> yes. umekisikia kile ambacho Young Africans wamekiandika kwanza tuanzie hapa mm. Young Africans hiki ambacho wanakifanya kwa sababu TPLB kwa maana bodi ya ligi mm. ni wakubwa dio? na ndo hao wanaisimamia Young Africans, kwa maana Young Africans anabidi afanye vitu kulingana na wale kuwataka ama kuwaambia kwa kwamba tunawapa masaa sabini na mbili muwe mmefanya hiki ambacho nakihitaji. Kwanza tuanzie hapo, kwa Young Africans, wapo sahihi kwenye hilo wapo sahihi wapo sahihi kabisa, kwa sababu uh, bodi ya ligi ni mali ya klabu, yaani bodi ya ligi inaundwa hmm, na vilabu vinavyoshiriki ligi kuu ligi kuu, yes. Na kama wao wanasimamia uh, vilabu ambavyo vinacheza ligi kuu, wao wana mandate ya kuweza kuwahitaji bodi ya ligi kufanya yale ambayo wamekubaliana kama au washiriki katika ligi kuu yes. Kama kuna mambo ambayo yanakwenda kinyume na makubaliano ambayo wao, katika kuiunda bodi ya ligi, kuna baadhi ya kanuni pamoja na taratibu walizoweka, wakiona zinaenda kinyume, basi wao wana wajibu wa kuweza kuwaambia viongozi wao. Hii tunasema kwamba uh, partnership performance, performance, yes. Kwamba wanapoona ile performance inakuwa haipo uh, katika ile partner ambayo inatakiwa, yes. Wana haki ya kuweza kuwahitaji na kuwaomba waweze kufanya maamuzi, ili wao waweze kuona kwamba imeshindikana kama itashindikana basi waweze kuchukua hatua nyingine ambao wao wanaona kisheria na kikanuni wanaruhusiwa kuweza kupanda ngazi ya juu zaidi kwao katika hilo. Yanga Afrika wako sahihi kabisa kwa kuweza kuwahitaji bodi ya ligi waweze kutimiza matakwa ya kikanuni yes. na ukiangalia katika taarifa yao wao walikuwa wanahitaji waweze kupata alama tatu na magoli matatu mm. Lakini pia waweze kupewa fidia ya gharama ambazo wameziingia ni karibu milioni 56 laki 4 na 35 elfu nafikiri kwa mujibu wa maelezo ambayo yalikuwa yameandikwa katika barua yao, ndio wanahitaji waweze kupewa fidia ambayo waliweza kuingia katika kujiandaa na dabi ya Kariakoo mm. kwa katika hili ni kitu ambacho kiko wazi, kwa sababu mm. mechi haikuchezwa. Na kwa nini mechi haikuchezwa? Iliairishwa. kwa nini iliairishwa? hapo kwenye sababu ya kuahirishwa kwa mechi ndipo mm. kuna kuna kizungumkuti hapo, yani mambo kidogo, huyu anatimanga mm. hivi huyu yeah. anasema hivi anasema hivi, mona na wengine wanaenda mbali zaidi kwa kuilaumu Simba Sports Club kwamba kwa nini haikuleta Tim. timu uwanjani. Lakini kuilaumu Simba Sports Club kuto kuileta timu uwanjani ni kuikosea Simba Sports Club kwa yeah. sababu Simba Sports Club uongozi wake ulikaa majira ya usiku ukakubaliana uka na ukaandika barua na ikatoa taarifa kwa umma kwamba hatuleti timu kwa sababu ya moja mbili tatu. Tatu, jukumu kubwa liko libaki kwa bodi ya ligi ambao wanasimamia ligi. kwa haya madai ambayo wameleta Simba, sisi bodi ya ligi tunajibu vipi hizi, uh, hizi hizi ajenda ambazo Simba wamezileta? Yes. tunatoa taarifa gani kwa umma kwa hizi taarifa ambazo Simba wamezileta? Mm. na je tunachukua hatua gani? hatua aliokwenda moja kwa moja Ye zile taarifa zote wamezichukua, kwa sababu kiangalia katika taarifa ya Simba kwa umma wanasema kwamba kuna baadhi ya matukio wameyarekodi kwa video kwa ajili ya ushahidi o, inamaana kwe kwenye taarifa yao wao na ripoti yao kuipeleka kwenye bodi ya ligi yawezekano aliambatanisha na video pamoja na matukio mbalimbali ambayo yalitokea wao kuzuiliwa. Yes. Kayo inamaana wao bodi ya ligi wangetoka wangetoa taarifa kwamba kwa mujibu wa kanuni kwamba hiyo mchezo utakuwepo mm -hmm. Lakini pia kwa ushahidi ambao umekusanywa Simba wamefanyiwa mm -hmm. kitu ambacho hakiruhusiwi kikanuni zitachukuliwa hatua moja, mbili, tatu, lakini mm -hmm. mchezo kuwepo, yes, na ambapo wangesema mchezo kuwepo, Simba wasingeleta timu uwanjani mm -hmm. Hapo Simba ndipo wangeonekana kwamba wao wana makosa Say. kama aliyotokea nchini Misri yes, tunaona Misri Zamalek wanapewa alama tatu kwa kuto ahali kwa kuto kufika uwanjani. Ukiangalia hapo kuna vitu vili, kuna bodi ambayo inasimamia ligi na kuna shirikisho lakini pia kuna ku-kuna kuna, kuna kuna kamati ya waamuzi ya nchi ya nchini Misri ambao kamati ya waamuzi ya nchini Misri ambao hiyo sasa ndio inaolalamikiwa na Al-Ahly kwamba wao hawana imani na ile kamati ambayo inapanga nini waamuzi, waamuzi wa mchezo kwa sababu wao wawili walishakubaliana kwamba bwana, sisi tunapokutana waamuzi watoke nje ya yeah, nchi yeah. Lakini ukiangalia uh, bodi ambayo inasimamia ligi ukiangalia na, na chama cha waamuzi mm, wao wakapanga walichokipanga, wakaleta waamuzi wa ndani ambao alahali hawana imani na waamuzi wa ndani yeah. Alahali kwa sasa sisi tuna tunabaki nyumbani tuna like. Lakini bodi ambayo inasimamia ligi nchini Misri ilisimama mm, na msimamo ule kwamba bwana, sisi tushapanga waamuzi tunaleta, mechi inachezwa yeah. Ndio wazama wameleta timu uwanjani wamepewa alama tatu mechi ya Simba ndiyo, na Yanga imeghairishwa, ndio. Na kughairishwa kwa mechi kwa maana hapo mechi haipo, Yanga Africans wanataka pointi tatu, wanastahili kuzipata hizo pointi hali mechi ilikuwa imehairishwa, wanastahili kuzipata hizo mechi. Mazingira ya kuhairisha mechi ndiyo ambayo yanaibeba Yanga Africa, okay, kwamba kanuni inasemaje kwamba timu inayoshiriki ligi kuu Inapaswa kucheza michezo mm. yote ambayo inapangiwa na bodi ya ligi inatakiwa kucheza. Umeelewa vizuri? Mchezo uliahirishwa? Eh? Mchezo uliahirishwa kwa mm. kwa kanuni ipi kuahirisha? Kwa mm. sheria ipi ya kuahirisha mchezo? Kwa sababu wanafanya uchunguzi, atakuja na majibu. Hapana. Mm. Kwa sababu kwa nini tusubiri majibu kutoka kwenye bodi ya ligi? Ah ah. Kosa ambalo limefanyika mm. ni kwamba Simba hawakufanya mazoezi mm. siku moja kuelekea mchezo. Hilo mm. ni kosa la kikanuni. Sahihi. Ambalo kadhalika ilikosa kama hili. Ulimewahi kutokea pia katika katika miaka ya nyuma mm. Lakini pia limekuwa likijirudia katika dabi ya Kariakoo kwa mfano mm mara nyingi tunaona ile kamati ya masaa sabini na mbili wanakaa kupitia ripoti ya mchezo, wanapitia ripoti ya mchezo kutoka kutoka kwa nani, kutoka kwa kwa kamisa wa mchezo, kutoka kwa kwa kamishna wa mchezo husika, kutoka kwa nani, kwa meneja wa uwanja, naye analeta ripoti yake, kutoka kwa refari mkuu, kutoka kwa kamisa wa mchezo. Hao wote wanakusanya taarifa baada ya mchezo kuchezwa ule mchezo ukishachezwa, ile taarifa ikishakuwa imekusanywa inapelekwa wapi? Inapelekwa bodi ya ligi bodi, na inapelekwa katika kamati ya masaa sabini na mbili. Kamati ya masaa sabini na mbili wao mm, wanakuja na tafsiri kama kuna makosa ya kanuni yamefanyika. Tunaona watu wanaadhibiwa mara ngapi? Tunaona uh, Simba Sports Club inaadhibiwa na kamati ya masaa sabini na mbili kwa makosa kadhaa ambayo yanatokea katika mchezo ya kikanuni, yes. Mara ngapi tunaona Dar es Salaam Young Africa wanaadhibiwa tena kwenye dabi kwamba nyie mlitakiwa mpite uh, geti, geti kubwa nyie mmepita mm. geti dogo nyie bwana mmepetwa me, mpite kwenye mlango mmeruka ukuta. Ni mara ngapi imetokea namna hiyo? Ni mara nyingi tu yes. na mchezo unachezwa. Kwa nini katika hili Simba waseme atulete timu uwanjani alafu bodi ya ligi mm. ikubalia na Simba kuto kuleta timu uwanjani badala isimamie kuleta timu uwanjani? Mimi ninaamini kwa weledi wa viongozi wa Simba waliopo mm. na pia kwa msimamo ambao walikuwa nayo mm. kama bodi ya ligi ingetangaza kwamba mechi ipo kama ilivyopangwa, mimi naamini Simba angeleta timu uwanjani yes. lakini kwa sababu bodi ya ligi ilifuata upepo wa Simba, sasa kwamba sisi hatutacheza kwa sababu moja mbili tatu, na bodi ya ligi wakafuata upepo wa Simba, Simba mm. wako safe side kwa sababu ni kweli sisi tumewambia, tuna malalamiko mm. na atuleti timu uwanjani, na bodi ya ligi imetusikia. hatujapeleka timu uwanjani kwa sababu bodi ya ligi imesemaje, Msije uwanjani mechi imeahirishwa. mm. Darasa wameanga Afrika walibaki kwenye ile ile msimamo wao kwamba bwana, hili kosa ni la kikanuni, kwa nini adhabu yake haiwendi kikanuni? yes. kwenye hicho kwenye hicho ambacho umekizungumza, umesema kwamba Simba mm. wapo safe yes why? sasa wapokonywe point? mm. akati wapo safe, wapo safe wao wao na bodi ya ligi yani, yani bodi ya ligi hawana cha kuishtaki Simba kwa mujibu wa maamuzi ambayo bodi ya ligi wameyafanya, ndio. umenielewa vizuri yes. Sasa kinachokuja kuishtaki Simba ni kanuni, yaani kanuni ndio itakokuja kuishtaki Simba yeah. Lakini kwa sasa hivi hapa bodi ya ligi watasema, Simba mmetutii, mpo vizuri, kwa sababu tumesema mechi haipo na hamjaja uwanjani mm. Kwa sasa hivi bodi ya ligi na Yanga maanake, kuna utofauti kwamba bodi ya ligi tulisema sim nani, mechi haipo ya Yanga mmeleta mmeleta timu uwanjani yes. Kwa bodi ya ligi na Yanga kuna shida, ndiyo, lakini bodi ya ligi na Simba hakuna shida, ila kikanuni mm. Yanga Yanga wana haki kwa sababu ya kikanuni mm. Yaani wakifuata kanuni, Yanga ndio wana haki yes. Lakini kwa kufuata matakwa ya bodi ya ligi kwa sababu bodi ya ligi ile bodi ya ligi sio kwamba ni rude tu limekaa mm. Ni watu wanatenda kazi yes. Kwa na watu, e, e, katika watu ambao wanatenda kazi hawatendi mm. kazi kiweredi Mm, umenielewa vizuri sasa yes. Wao maamuzi hao watu ambao wafanyi kazi kiweredi ndio inabeba taswira ya bodi ya ligi kwa ujumla, kwao kwa sasa hivi, hapa ukiangalia mm, yes. Yanga wanasimamia kanuni, si kanuni itatuambia nini mm. Yaani sasa kama kesi inasimamiwa na hakimu yeah. Sawa hakimu msimamo wake ni huu, mshtakiwa msimamo wake ni huu, mshtaki msimamo wake ni huu mm. Yawezekana hakimu na mshtakiwa wakawa lao, sawa, moja alafu, we anayeshtaki akawa mm, yuko tofauti sasa. Hapo kinakuja kuangaliwa inakuja kuangaliwa je, yeah, sheria yeah, inasema ina sema, yeah, nini hicho yeah, ndo ambacho Young Africans ikienda e, ku, kucheza mcheze, mchezo, ikitokea mchezo ukapangwa kwa unavyojua kwanavyojua Young Africa kwa sasa hivi wananiaminisha mm, kwamba hawako tayari kucheza mchezo husika, lakini kwa kasumba ya taifa letu huu hu mchezo huenda ukacheza. Okay, Giyo. Bwana nikushukuru sana Steven Mapunda. Asante sana Yes, ni Steven Mapunda ametupitisha kwenye kile ambacho, e, kimejiri leo hii kwa Young Africans. Wameandikia barua e, bodi ya ligi wakihitaji e, kupewa alama tatu na magoli matatu kwenye kile ambacho kimetokea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo ambayo wao wanahitaji. Sasa kwa mengi zaidi, wewe subscribe Steam Media ili uendelee kuyapata yale mengi ya michezo. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, nilikuwa naye hapa Steven Mapunda, lakini nyuma ya kamera yupo MC Cisco. Bye-bye.